Maelfu ya mahujaji kutoka kona mbalimbali za dunia wameanza safari takatifu ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Miongoni mwao ni Amir Masur al Gaddafi, raia wa Libya ambaye alichaguliwa kupitia mpango maalum wa serikali ya Libya unaojulikana kama haji kot refo, mpango unaowezesha wananchi wasio na uwezo wa kifedha kupata fursa ya kwenda kuhiji. Amir alikuwa ni miongoni mwa wachache waliopata bahati hiyo ya kipekee, lakini siku ya kwanza safari yake kuelekea Maka alikumbana na kizuizi kisichotarajiwa. Alipowasili katika uwanja wa ndege wa Sabha, alisimamishwa kwa ukaguzi wa kawaida wa usalama. Ukaguzi huo uliodumu kwa muda mrefu zaidi, kiasi kwamba kabla haujakamilika ndege aliyotakiwa kuondoka nayo iliruka. Licha ya jitihada za wafanyakazi wa uwanja kumshawishi rubani amsubiri, ndege haikusita ikaondoka bila Amir. Wengi waliamini safari ya Amir meishi hapo. Walimwambia huenda safari hiyo haikuwa sehemu ya maandiko ya hatima yake, lakini Amir hakuwa tayari kukubaliana na hilo. Alikataa katakata kuondoka uwanjani hapo, akabaki na moyo wa subra akiwa na imani kuwa njia bado ipo. Mara punde, haikuchukua muda mrefu, tukio la kushangaza likatokea. Ndege ambayo alitakiwa kuondoka nayo Amir ililazimika kurudi tena kwenye uwanja wa ndege wa Sabha kutokana na tatizo la kiufundi. Moyo Amir ukapata matumaini, akakimbilia kuomba kuruhusiwa kupanda. Hata hivyo rubani alikataa kwa msimamo kuwa tatizo alikuwa kubwa kiasi kwamba anaweza kuruhusu abiria wengine wapya kuweza kuingia. Ndege ikapaa tena na Amir akabaki nyuma kwa mara ya pili. Licha ya hilo, hakuyumbishwa na hali hiyo, aliendelea kusubiri akiwa na matumaini ya kupata njia mbadala ya kufika Maka. Na ndipo tukio la kipekee zaidi likajirudia, tatizo nyingine la kiufundi likazuka kubwa zaidi kuliko la awali. Ndege ile ile ikarudi tena uwanjani kwa mara ya pili, jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa katika historia ya safari za anga za Libya. Safari hii rubani mwenyewe alishuka kutoka kwenye ndege na kumfuata Amir, akimwalika rasmi kupanda ndege. Wahudumu wa ndege pamoja na abiria walimpokea kwa furaha kubwa, wakampigia makofi na kumpongeza kwa imani yake isiyotetereka. Hatimaye ndege ikapaa kwa mara ya tatu, na safari hii Amir alikuwa ndani yake, kuelekea hija, na ikawa rasmi safari yake kuanza. Hakika tunaweza kusema, kilichoandikwa kwa ajili yako kitakufikia hata kwa njia usiyotegemea. Wakati mwingine kuchelewa si kukosa. Ni mpango wa Mola kukuonyesha kuwa yeye ndiye anasimamia ratiba za maisha yetu.